Tumsifu Yesu Kristo. NDB Media Namjua Don Bosco imekuandalia series maalum iendayo kwa jina la ishi neno, ishi neno. Ishi neno ni mfululizo wa tafakari ambazo zitakuwa zinakujia kwa ajili ya kutafakari neno la Mungu, liturujia ya neno kila Jumapili na sikukuu zote ambazo zimeamriwa na kanisa takatifu Katoliki la mitume kimisionari. Hivyo basi, tunakukaribisha kuendelea kukaa jirani na mitandao yetu yote ya kijamii inaongelea TikTok, Instagram pamoja na YouTube zote. So kwa jina la Namjua Don Bosco tafakari hizi zitakuwa zinakujia siku moja kabla ya sikukuu hiyo au kabla ya Jumapili, nikimaanisha kwamba kila Jumamosi asubuhi utakuwa unapokea tafakari hizi katika chaneli yetu ya YouTube na Namjua Don Bosco, TikTok na Instagram na Namjua Don Bosco. Ni tafakari ambayo inakuja kukumbusha kukuandaa kwa ajili ya misa takatifu ya Jumapili ama sikukuu hiyo ambayo inakuwa imeandaliwa na kanisa. Ishi neno ni kwa ajili yako na kwa ajili yetu sote tuendelee kutafakari pamoja juu ya maandiko matakatifu. Neno la Bwana ni uzima. Jipatie muda, tafakari nasi support kwa kuwa pamoja nasi na tunaweza kusafiri pamoja katika safari yetu ya kiimani. Asante sana.